meangalia vitu vyako, ukaangalia maisha yako, ukaangalia namna mambo yako yanavyoenda, huoni namna ya kupenya. Kila kitu ni kigumu, kila kitu natafuta huku eh, biashara ni ngumu, kazi ni ngumu, ndoa ni ni ngumu, watoto ni wagumu, kila upande unapogeukia kuna vitu vigumu, havikupe nafasi yaani huoni kwamba kuna wakati na wewe unaweza ukapenya, na wewe unaweza ukafanya kitu kizuri, na wewe unaweza naangalia na unasema unawezekana. Ulikuwa kwenye biashara zikafa. Sasa huko unajiuliza maswali kwamba ah, hivi na mimi naweza nikarudi kwenye biashara? Hivi na mimi naweza nikarudi kwenye kazi? Hivi na mimi kwa umri sasa unaenda na mimi naweza nikajenga nyumba? Hivi na mimi naweza ni, nikaanzisha kitu kikubwa kikaonekana. Nataka na nikwambie, bado nawezekana, ujawa mzee wa kutupwa. Haleluya! kwa sababu Yesu akukuweka huru, badayako amekuwa huru kweli kweli. Sasa kama amekuwa huru baadayak, unaweza kufanya sasa yale ulikuwa weza kufanya, kwa sababu upo huru. Unapopita kuna mambo huwa yanafunga uelewa wako. Yeni ni kama na macho ndio maana ndianana macho lakini huoni ona mkono lakini mkono yako haifanyi chochote. Sasa ni kwamba sasa, kama kuna kitu kimekufunga, hata wakwambieje, huwezi kuelewa. Unaweza sana, neno limekudanganya, kumbe neno lipo kwa ajili ya kukunyanyua hapo na kukuweka katika upande mwingine. Ndiyo maana akawaambia mm -hmm. akawaambia kwenye sarahini nana akasema, Yesu akawajibu, amini amini nawambia kila tendayo dhambi ni mtumwa wa dhambi, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote <gibu> Aleluya, utaifahamu kweli na kweli itakuweka huru. Maana iko tajua ukweli, nunatakuwa huru. Lakini sasa wewe ni nani? Alio kweli ni mwana ndani ya nyumba ya Bwana. Sasa kama ni mwana ndani ya nyumba ya Bwana, upokea unapokea yale Mungu aliyokusudia kwa watoto wake. Manake hota kosa pale olukomezebiwa, umewekewa ukingo, umezuliwa kwamba uwezo kapenya ka lakini, kwa sababu mwana amekuweka huru, umekuwa mwana. Manake sasa naona anaanza kuangalia vya vya ufalme kama ni mtoto aliyozaliwa kwenye nyumba husika, hata na chumbani cha mama baba mama baba yako naza ukaingia kiwepesi, ndio. Lakini kama sio mhusika mm -hmm, kila muda kuna ukunaroko banaeke sukari mpaka useme sukari imeisha, wanaenda kukuchukulia sukari, wanafanyaje? <laughs> wanakuletea kuna hela zimeisha, wanaenda na kuchukulia pesa, wanafanyaji yake upo, lakini wana uhuru. Sasa ndani ya Kristo Yesu ni kwamba sisi tunapata uhuru ndani yake, kwamba sisi tunachohitaji tukimuomba kwa imani tunapokea, kwa sababu ametuambia kwamba, yeye mwenyewe ametuambia mwana yani, mwana huu ukaa ukasema, mimi nenda nakaa mule natulia kwa sababu ndipo kwake. Sasa wewe umekuwa mwana wa Yesu, umekuwa mtoto wa Yesu, kwa maana wewe kukaa kwako mle, kwa unatakuwa upate ulisi na kuambia mtumwa. Mtumwa ni vigumu kupata ulisi, maybe arudi kwa baba yake, lakini anaweza akaupata katika nyumba anayekuwa mtumwa. Sasa, kwa mtumwa, wanakulisisha dini mara, huyu hana vitu vyake, hana watoto wake, amewaandaa kwa ajili ya kuchukua vile vilivyokuwa bia vya so. Maanake wewe uisabiki, licha ya kuwa unapigania, licha ya kuwa unafanyia kazi lakini wewe ona nafasi ona, ona na ya kuimiliki vile. Hata ingetokea ingetokea bahati mbaya familia yote wakafa, watainua mashangazi, watakuja wafanyenye walisi lakini wewe uliokuwa na wanapambana pale wanafanya nini, hakuna tayo kuangalia, kwa sababu wewe sio sehemu ya ufalme ule, sio sehemu ya nyumba ile. Ile nyumba ina wake ina wadamu yake yao, eh, eh, wadamu inayofanana wanaopaswa kuendeleza familia ile. Sasa sisi ndani ya Kristo Yesu ni sisi, tumekombolewa kwa damu yake kwamba tuendelee kutembelea ndani yake na kufika vile viwango anavyotaka tufikie, kwa maana sisi katika kulisi kwake, yale yote aliyoahidi, sisi yote tunatakuwa tufanyaje? Tuyapokee. Ndio maana kwambia, kwamba ungekuwa na imani kama chembe ndogo tu ya haradani, ungeweza ukamwambia mlima huu, toka ondoka, na mlima ukafanyaje? Ukaondoka. Mana yake ni neno tu tunalotakiwa pale, neno lenye mamlaka, kutambua wewe ni nani ndani ya Kristo Yesu. Wewe ni ni mtu wa aina gani? ni kitu gani unachopaswa kufanya? ni namna gani ya kuomba yaliyo yako na kuyapata? mara wengi tunaomba sawa, lakini hatujui yale tunayopaswa kuwa ya kwetu, tunayopataje? sara yako kila wakati ndugu, uh, adui yangu akatike miguu Yeah, Haleluya. Kila wakati adui yangu afanyaje? yana nachelewa. <laughs> Ningekuta miguu yote imevunjika huko na huko lakini, <laughs> ukutafuta ya kwako, kwa maana tunachukua muda mrefu kuomba mambo mambo yasiotuhusu, lakini yanayotuhusu tunafanyaje? <laughs> Kwa sababu tunaye mfano, <laughs> tunaye Yesu anayetupigania. Maana kama kuna kitu kinaiduka juu yetu atafanyaje? Atatupigania. Ndani ya mfalme kuna ulinzi. Ndani ya Kristo Yesu ana ulinzi wake, ana nguvu yake, ana magari yake, ana nyumba zake, ana viwanja vyake. Na kuipata ndani yake ndipo takuta kwamba unalala na mani, kwa sababu nyumba yenye uliipata kwa mkono wa Mungu. Kwa maana jafanya kitu kingine, maybe kama uliiba kazini ukaenda ukajengea nyumba, mapepo yatakupiga kwa sababu anakuona wewe ni mwizi. Haleluya, yana haki ya kupiga kwa sababu anaona wewe ni nini. Anaona <laughs> huyo hayuko hayuko sawa <laughs> so wanakuja wanakupiga kwa sababu ana haki ya kupiga wewe, lakini sasa sasa ndiyo maana Yesu akakuweka huru sasa, tunakuja pale kwamba Yesu sasa amekuwekwa huru, yale yote yaliyokuwa yanakusumbua hameyaondoa hata yote makosa aliyotenda ameondoa. Maana yake amekuondoa kwenye utumwa na kukufanya kuwa mwana, amekufanya kuwa mwana ili nawe uanze kujihisi, uanze kujiona, upe kwenye nyumba yako ya utulivu, na utulivu wako ni kutembelea ndani ya Kristo Yesu na kumuona Yesu kila wakati. Yeye ndiye kiongozi wa maisha yako, yeye ndiye anaongoza maisha yako, kila kitu chako anayekitawala sasa. Ukifika levo hiyo, ndio unaanza sasa kusimama.